Koma e bwana, karibu ndio neno la kiungwana. Usiona, kila mungwana pia kwenye nte zake za masikio anapenda kusikia neno hilo karibu. Na mimi nasema hivyo, nachukua fursa hii ya ushi na udhimu karibisha wewe mpenzi mtazamaji kwenye kipindi changu, kipindi koma koma. Maana yake ni komboa maadili, komboa mazingira. Huyu hapa anazungumza ni mshititi wa lugha ushi na udhimu ya Kiswahili, Gabo Wazigamba. Leo niko na mtu makini sana, mtu poa sana, lakini pia ni mtu wenye base ya juu, class ya juu kabisa. Naye mwenyewe anajiita class, mwite Ibrahim Class. Eh bwana, karibu sana bwana. <laughs> Kwanza ilikuwaje ni mpaka ikawa Ibrahim Class? Kwa hiyo klasi kumbe ipo kwenye cheti cha kuzaliwa. Basi mi nikajua klasi kama imewekwa, nimependa sana. mimi mmoja wapo kati ya watu ambao walikuwa wanafikiri kwamba hii klasi itakuwa labda imewekwa, yani jamaa anaitwa Ibrahim lakini kama kujiweka class kwa hiyo kumbe wazee walikuwa wanajua kabisa mwisho wa siku kwamba huyu mtu atakuwa mtu hatari, kwa hiyo wakamwita Ibrahim Class yeah. Bwana safi mimi yeah. Nimefurahi. uh, Ibrahim nataka nijue katika masuala haya ya koma yeah. Yani tunakomboa maadili, tunakomboa maadili ambayo yanaharibika. Eh, watoto wa sasa hivi na watoto wa zamani tofauti. Sisi baba zetu zamani walitulea katika maadili pendwa sana, ambao watoto wa elfu mbili saizi hawawezi kujua, yeah. Eh, uh, ukisikia neno jela wewe unaelewaje kichwani mwako? Class, nimesikia neno jela, kuna mm, watu ambao sometimes tunaishi nao mtaani lakini ni watu kutu sana, ambaye akipewa pewa kidogo na elimu ya kule jela anaweza kurudi mtaani akijirekebisha. Eh. Na ndio maana sometimes mtu akiwa haba mwizi au ndo kama hivyo anakuwa kawasha kuwa sugu mtaani mm. Na nyingine yetu, kwa sababu serikali yetu seme serikali kwa ujumla inamtoa inapeleka jela, ina kwa sababu mtaani sometimes raia wana asila wanaweza kachukua wakamuua tena, ikawa tena kama akikaa jela inakuwa kidogo kidogo na unajua yuko jela sometimes raia wengi washazoea kwamba mtu akienda jela akirudi, bwana huyu kaenda jela akirudi, kaenda jela karudi, sometimes inatokea labda aeza kaa kamuua kamuua. Okay. Kwa hiyo yeah, inakuwa ni vitu vingi mtu watu, hapa watu, watu, watu, watu wa Zanzibar mm. Jela wanaita mafunzo, kwa hiyo <coughs> mafunzo. Eh, inaonekana kama ni sehemu moja nzuri ya mafunzo moja ya mafunzo yeah. We unahisi kama jela ni sehemu ya mafunzo kwa mtu eh, kwa sababu unasema jela kama pazuri mpeleke mwanao, yeah, jela s ndio ukiwa usikii kweli wei utaenda kwa sababu jela unaenda kwa sababu ya kuja yani kwanza yenyewe ya yaani unamwenyewe kabisa kama mwenyewe Mm. Yani kunaenda kule ma kwenda kutulia sehemu tulivu ambayo hata ukichukua mtaani unaweza ukaua. Wewe mtaani mtu mfano kama kaua mtu. Afu akakamatwa na askari wakimrudisha mtaani, lazima wamuue yule mtu. Kwa hiyo jela hapa anaenda sehemu kama niseme, anaenda katulie, ajirekebishe kwamba akikaa pale, baada ya majela, kuna watu ambao wa kisaikolojia wa kutengeneza bwana, kina mtaani, fanya hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kuna madhara atapewa. Kwa hiyo kama elewe, ndio hivyo mtu kaenda jiskati, karudi na jela, yani kashazuia jela. Wewe ushaye kufungwa? Hapana, hujawahi? Sijawahi kufunga, ila na ndugu yangu ambaye yuko jela, naenda kumwangalia kila siku, kila mwezi naweza kwenda kumwangalia. ya yeah. Yeah. utaratibu wa jela pale ukoje? kwenda kumwangalia kwa sababu unaona kama ukichelewa, ukifika asubuhi ya saa moja, unaweza kuondoka saa nane. ya yeah, utaratibu pale ni, ni mzuri, ila ni watu wengi sana, za mtemu, watu wanafika, mwingine anaanza kupiga si bwana niweke jiwe, yeah, kwa sababu jiwe limekaa mbele ni mtu yule, yeah. Kumbe kashapiga simu tani nyumbani, kwa hiyo utaratibu ni mzuri mm. Na ukienda pata sometimes, mara nyingi vyakula vingi bidi nulipe pale jela kwa sababu mm. ya kutengeneza usalama na watu wa jela mm. kuna sometimes, mtu mwingine anaweza akasema chakula kitikizeni nyumbani. Ka kaeka sumu, kaeka nini chote na kijua mwenyewe yeah. Labda asirudi huyu bwana, labda asirudi mm. labda mwingine labda kuharibu ushahidi, labda bwana yeye tumwekee hivi na hivi hadi tu mambo mm. yaishi, kwa sababu mwingine anaweza kaenda jela, lakini kuna watu wengine kawa, <coughs> kawaacha mtaani labda waliharibu naye, kwa hiyo labda kwa kuepusha ile kwamba tusijulikane na sisi, pesa pesa ambayo inapelekwa jela, anapewa mtu kesh au inakuwa ipo kwenye mpango kwamba inawekwa alafu itakuwa inatumika. Apana. kwa vitu ambavyo unataka unaiandikisha pale ubaoni. Oh, kwa kiongozi pale unaandikisha nani nani namba yake ngapi, unamwandikishia pale naye anakuja pale ndio, mbona anashaka kuandikisha tayari kiasi fulani anakuwa anachukua, kitaka mahitaji apewe hela, kwa sababu kuna maduka kule kule jela. Sijua labda kama mtu kitaka mahitaji namba fundi anataka kiasi fulani, kiasi fulani katika lango inakata kiasi fulani, anaandikiwa jela. Kuna ndoo ile ndoo ni kama ni kama friji la kuwekea mikate na vitu. <coughs> Kwa nini wanatoa ule mshikio? Yaani ule mshikio wa kushikia ndoo kwa nini wanautoa? Mm, hilo sijajua kwa sababu ndio kwanza ananiambia sasa hivi sijajua kama kuna kuna ndoo kuna mshikio. Okay. Sija kuulizia hilo. Okay. Sasa lakini naweza nikahisi kama usalama eh. Yaani yeah, unaweza kutumika kama mtu unaweza kumchoma ukamuua. Yeah, ngine kujimwina kujinyonga hata kujiua. Ah. Kwa hiyo masalamu kinajela kwenda kujiua. Uweze kufaulu. Kitu ambacho mimi na, nataka kukijua kitu kingine <coughs> ambacho ukishafika, kwa sababu mnakuwa mko wengi bila shaka mm. Lakini sasa pale panakuwa pana utaratibu wa kuongea, utaratibu wake yeah, wa kuongea ndo kama vile tunavyoona Ulaya kwa simu unaongea naye au tunaongea mtu kwa mtu, tunaonana, kuna vyoo, kuna nyavu, mazungumzo tunaelewana yana muda gani? Maanake unaweza ukatumia dakika tatu, kasikia. E wengine mm, kweli. Yani Segerea ni tofauti na napi na, na Ukonga mm. Kule Ukonga kuna simu ambayo mnaongea ila Segerea hapa kuna nyavu ambayo unaenda unaongea naye mtu kwenye kidirisha, unaongea naye hapa kwa hapa, na vile kwamba mnakuwa mnapangia, kuna muda mnapangiwa, nenda pale bwana, unaambiwa muda fulani. Yani wewe na maneno umeandaa, yeah, ya kuongea yani pasi So unakaa, unaweza ukaandaa ukauliza, tofauti na yeye, mtu akakuuliza tofauti na yeye, ukaacha ke upige stori, jinsi yeye anasikiza maelezo yake, mwingine tena aweze kuongea, usema pembeni. Kwa hiyo kama ukichelewa, unaweza unaweza hata ukamkambia hata muda ushaisha ujaongea na kitu ukatoka tena eh. Yani una feel vipi? Yani unavomuona mtu yupo vile unapata hisia again. uh, sometime viba, una, kama, ya, pekine, sometime unana, ah sometimes unajisikia vibaya, unaona kama ni ndugu yangu mimi, bla zangu kwa kingine pesa. Sometimes unaweza ukalia, kwa sababu unaona ah, bla zangu niko naye mtaani hivi na hivi vitana, lakini sasa hivi yuko hapa, lakini ndio kwa wote unasema du du tu kwamba Mungu aliyopanga Mungu bila mwanzo kulipangua kwa sababu naweza, yeah. Ulipanga hivi hivi lakini Mungu akapanga nawe pale. Na yote sometime mtu kwenda jela. Inawezekana labda Mwenyezi Mungu kamwepisha na mambo fulani akakae pale akirudi kidogo itakuwa imekaa sawa. Kwa hiyo yote, yote yote ni kushukuru Mungu. Hasa kuna kitu kingine ambacho nataka nikijue, kuna sehemu ambapo watu nasema mm-hmm. Aa, unajua jela sio sehemu nzuri. Yeah. Lakini ndio mafunzo yenyewe. Hatuwezi kukataa. Ila sasa kwa sababu watu wanaamini kwamba kwa mfano Uh, mtu ameenda South Africa au sehemu nyingine, sio South Africa tu, sehemu yote ameenda mm -hmm. Au sio akawa na ule urahibu wa madawa, kwa hiyo sasa hakuna njia pekee ya kusema labda mkimpeleka soba anaweza akaenda akarudi akaendelea mm -hmm. Lakini tukimpeleka jela huyu mtu kule hawezi kupata madawa, kwa hiyo kama atakaa kule <coughs> kwa muda fulani akitoka, huyu atakuwa na madawa kafanyaje, kaacha. Ili kwako wewe unalichukua katika sehemu gani? Mm, hii kwa kwamba nachukua kama, yani, uamuzi wa mwenyewe, labda mwenye kama atamua kuacha, ataacha. Kile kusema umpeleke jela, umtoe, umlete mtaani, unaweza kamita ndo kaanza akashukuru Mungu, kasema baadaye nisharudi maskani moja kwa moja. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe roho yake, mwenye kama kama kuacha ataacha. Mm. Lakini hata umpeleke fanya nini, kama mtu hajaamua kuacha, hawezi kuacha. Unaelewa? Mm. Kwa hiyo hicho kitu kwamba yani hata sometimes nikija naona kuna shaji wengi, sometimes familia zao zinahangaika sana kwamba bwana anakula madawa, amempeleka soba, amemrudisha. Karudi wengine wanatulokaga kule juu

anatembea na bosi kazini. Ah, okay. E, kwa hiyo wakawa naongea naye wanaelewana wana, wana siku mbili tatu tena mshimiji angu alikuwa mm -mm. nafanya kazi ndio, kuna bosi wake alikuwa okay. na, oh, e, siku siku. na mm -hmm. kisu. Kuna kisu. Mm. Maelezo yalitokea pale kwamba kisu, kwamba hakuja nacho yeye, alikuja nacho mkia hasa, mpaka leo sije kupata uhakika. Kwamba kile kisu alikuja nacho shemeji au alikuja nacho yeye. Na kingine kwamba kilitumika au kilitumika? Kilitumika. Okay. Kilitumika. Kwa sababu ile kisu usiku ilipofika, si aligomba nini kule ndani. Kwa sababu hata ningeenda kule sikielea kuongea naye, sije kuongea naye akanielekeza kwa urefu yani. Kwa hiyo ni asubuhi alikuja kumgongea pale hotelini ulala akasema, bwana bado mnaendelea? sasa tunaendelea. Kumbe yeye kashaua ndani tayari. Okay. Baa tunaendelea <coughs> kuna uku akamatwe pale apelekwe hospitali huku na pingu, akatibiwa mwimbili mali na akakaa miaka saba, kahukumiwa. Sasa hivi mwaka juzi kahukumiwa tena miaka saba mingine kumi na nne, na kama mtu alienda na miaka <coughs> arobaini na kumi na nne, bwana. Unajua, unajua kwenye mradi koma komboa maadili komboa mazingira ya vile ambavyo vimetuzunguka inawezekana yakawa yanakufika mambo. Kuna wakati ukashindwa kwa hekima zako maarifa ukashindwa mm. ku, ku solve. Uh, kama bro yeye aliona kwamba mimi solving yangu ni hii ni uwe <coughs> na nijiue. Yani, mimi ni uwe alafu na mimi mwenyewe nijiue mm. Umenifahamu vizuri bwana, lakini maamuzi ya kujiua kwa kisu eh, ina maana angepata elimu fulani ya kujikata hapa, hapa fulani mara moja, eh. Eh, ya kujikata sasa kuna mishipa fulani mara moja tu kujikata hapa kidogo mtihani Koromeo sasa, hizi iliko fresh here. Na hey. Ah, hey. Hey, ah, kwa hiyo liko fresh ishapona. Na hata kujikata hapo, unajua sometimes nataka moyo, unajua moyo ule. Kwa sababu unaanza hivi, unajua ah, hivi kweli najikata hapa. Kwanza usikie maumivu makali. Huwezi kujikata kirahisi. Eh, kweli. Labda utokee mtu akukate girlfriend, ndio unaanza kusema ah, ukakubali matokeo. Lakini sio kujikata mwenyewe. Kwa hiyo ina maana shemeji, hapo kwa hapo ngome imekata. Ngome ilikata hapo. Tafuru kwa watoto wawili hapa. <laughs> Hii eh, hapa inasikitisha kama sio kuhuzunisha, lakini ni, ni mm, vile fikra ambazo mtu mwenyewe mm, ameamua kwamba, lakini hata hivyo angekuja baba ushauri mapema kwa mabrada, angepita kwa mabrada angepata ushauri labda asingetokea, kwa sababu maamuzi yako peke yako ni tofauti. Ukienda kumshirikisha na mtu mwingine, sure, unaweza ukapanga hivi, afu kumbe ukaenda kwamba ushauri mtu akakushauri vitu vizuri, bwana, kumbe ningefanya hivi ningekosea. Umeona, kwa hiyo inakuwa ni kitu kizuri kushirikisha mtu yoyote ukiwa na jambo kama mtu mtu, baba mwenye hekima, unajua umeanza. Kanishauri vitu vizuri, ukamshirikisha. Okay, yeah. ya safi, ya na hapo safi, hapa ni mradi koma, usio bahati, kuna Ibrahim Class unajaribu kupiga story mawili matatu na wazishana, lakini kwenye maudhui ya kujenga tupo hapo, kujenga, ya kujenga tu. Wewe uko na hasira za karibu, lakini vile vile kitu kingine ni sehemu ya kuweza kujifunza kwa haya maneno ambayo sisi tunayazungumza, tuna, tuna